Yo yo what's up yo, yo what's up ladies and gentlemen, brothers and sisters, young boys and girls, kwa mara nyingine tena Geoffrey Kagimbo nadondoka ndani ya kipaza E, bana nyuma yakipaza na kiwasha to the fullest, na mimi hapa na hakikisha naendelea kukifanya kile ambacho kinabidi kifanyike to the fullest, na nikusogezee kile kitu ambacho unahitaji. Official KOO TV ndo mchongo mzima. Subscribe, like, na comment pale mjini YouTube, lakini pia TikTok nipo ati Official KOO TV, Facebook na Instagram ni face ni Official KOO TV, unachelewa nini mjumba? Gonga like hapo, gonga comment, twende sambamba, weka comment yako nitaipitia na na reply this time around na kila kitu kitakuwa poa. Eh, bana sasa hivi nataka nikusogezee historia short tu kwa ufupi kuhusiana na hiki kinachoendelea Palestine pamoja na Israel. Vita yao imeanzaje? Kwa sababu hii ni vita ya mababu na mababu ni kitambo. Alafu hawa ni ndugu wa ardhi hii, ardhi moja. Lakini vita yao huwa ikomi why, why na kwa nini? Sasa, story kuu nakusogezea hapa. Mimi si ndio Joe Afrika Gimbo na hii ni KWTV chimbo lolote ambalo linakusogezea mchongo mzima ambao huwezi kuupata sehemu yoyote. E bana, kifuani tumejaa zamani ya kutosha na love kutoka kwetu kuja kwako. Ebana, mchongo mzima unaanza hivi. Nchi ya Palestine pamoja na nchi ya Israel hawa ni ndugu wa ardhi moja. Miaka ya zamani sana, Mashariki ya Kati mwa bara la Asia Kulikuwa kuna mfalme mmoja anayejulikana kwa jina la mfalme Ottoman. Huyu mfalme Ottoman alikuwa anaitawala mashariki ya kati ya bara la Asia ambayo ilikuwa na vizazi vya jamii mbili. Jamii ya kwanza ilikuwa ni jamii ya Wayahudi lakini jamii ya pili ilikuwa ni jamii ya Waarabu ambao Wayahudi wa sasa hivi ni Waisraeli na Waarabu wa sasa hivi ni Wapalestini. Walikuwa chini ya mfalme mmoja ambaye anajulikana kwa jina la mfalme Ottoman. Lakini baada ya vita ya kwanza ya dunia, Waingereza walitapakaa maeneo mbalimbali ya duniani na moja kati ya eneo walilolifikia ni mashariki ya mbali pamoja na mashariki ya kati. Katika mashariki ya kati, walimkuta mfalme mmoja anayeongoza mashariki ya kati ambaye anaitwa mfalme Ottoman. Ndani ya vita ya kwanza ya dunia, mfalme Ottoman alipinduliwa na Waingereza na Waingereza wakafanikiwa kuitawala ile himaya ya mfalme Ottoman ambayo ilikuwa na vizazi vya watu wawili ambao ni Wayahudi pamoja na Waarabu. Katika mwendelezo wa utawala wa Uingereza ndani ya Mashariki ya Kati ikumbukwe, Waarabu walikuwa ni wengi kuliko hata Wayahudi. Wayahudi walikuwa ni wachache sana kwenye ardhi hiyo. Na sababu ambayo ilifanya Wayahudi wawe wachache katika ardhi hiyo ya nyumbani ilikuwa ni kwamba Wayahudi ni binadamu ambao walisambaa mapema sana kwenye mataifa ya wenzetu, mbele ni wa binadamu waliosambaa sana kwenye mataifa mengine na kuiacha ardhi yao nyumbani. Katika mwendelezo wa utawala wa Waingereza pale katika Mashariki ya Kati ya bara la Asia kwenye ardhi ya mfalme Ottoman Umoja wa Mataifa ulipiga kula ya mapendekezo la wayahudi kupewa sehemu ya ardhi ambayo wanapaswa kuishi. Ikumbukwe wayahudi walikuwa wachache katika ile ardhi ya mfalme Ottoman na Waarabu walikuwa ni wengi sana. Hivyo ilifikia kipindi wayahudi wanakosa hadi ardhi ya kuishi katika ule ufalme wa mzee Ottoman. Hivyo Waingereza walipokuja kutawala, Umoja wa Mataifa ukapendekeza kupitia Waingereza kwamba hili lile ni koloni lenu, fanyeni mpango wa wayahudi pia na wenyewe wapate ardhi ya kuishi katika ile ile ardhi ya mashariki ya kati. Lakini wonderful enough, waarabu walikataa na kupinga hilo swala na kusema, hii ni ardhi yetu. Myahudi yoyote hapasi kupata kipande chochote cha, cha ardhi katika ardhi yetu. Lakini Myahudi aliwakumbusha Waisrael wa, wa, wa Arabu kwamba sisi ni uzao wa baba mmoja ambao ni Mfalme Ottoman. Hivyo mababu zetu wako hapa na hii ni ardhi yetu na tunabidi tuishi, lakini Waarabu walikataa na kusema Myahudi yoyote hapasi kuchukua ardhi hapa. Bifu za chini chini zikaanza kati ya Waarabu na Wayahudi ndani ya ufalme wa Kiingereza. Miaka nenda miaka rudi. Vita ya pili ya dunia ikaanza. Wayahudi walikuwa katika maeneo mbalimbali mbali duniani. Na hivyo baada ya vita ya pili ya dunia Wayahudi wengi walikimbia kutoka mataifa yao mbalimbali duniani kwa sababu vita ilikuwa kali sana, na wayahudi walikuwa washasambaa, wameacha ardhi yao ambayo ni mashariki ya kati, na walikuwa wamebaki wayahudi wachache pale mashariki ya kati. Hivyo baada ya vita ya pili ya dunia kuanza, wayahudi wengi walikimbia na kutafuta makazi na sehemu ya kujificha, baada ya mataifa mengi kuingia kwenye vita ya pili ya dunia. Na moja kati ya makazi ambayo walikuwa wanayafikiria kwa wakati ni makazi ya nyumbani ambayo ni mashariki ya kati ndani ya mfalme Ottoman. Lakini wakati huo vita ya pili inaanza, ule ufalme ushaanguka na watawala pale ni Waingereza. Haikujalisha Waarabu, Wayahudi walianza safari ya kurudi nyumbani. Hivyo baada ya vita ya pili ya dunia kuisha tu Wayahudi walikuwa ni wengi ni wengi ni wengi ni wengi sana, washarudi katika ardhi yao ya nyumbani ambao ni mashariki ya kati. Ikumbukwe tu enzi hizo Wayahudi walikuwa ni wachache na Waarabu walikuwa ni wengi sana. Hivyo baada ya Wayahudi kurudi na Waarabu wakawepo wengi, mgongano pia ulizidi kuongezeka. Kumbuka before Waarabu walikataa kuwapa ardhi Wayahudi lakini Wayahudi baada ya kurudi na nguvu ikawa kubwa, wakaanza kudai ardhi ya mababu yao na sehemu za kuishi. Huo mgogoro ukawa mkubwa na kupelekea utawala wa kipindi hicho ambao ulikuwa ni utawala wa Waingereza kudondoka, kwa sababu vizuizi na mapigano yalikuwa makubwa na kwenda kinyume cha utawala wa Waingereza, na huo upinzani mkubwa uliletwa kulingana na Wayahudi walikuwa wameongezeka kwa kiasi kikubwa katika eneo la Mashariki ya Kati ya bara la Asia. Muda mfupi tu utawala wa Waingereza ulishindwa, na Waingereza wakakabidhi nchi wakaamua kuondoka. Hapo ndipo mambo na utata ukaongezeka. Ni muda mfupi tu baada ya Waingereza kuondoka, Wayahudi baada ya kuwa wengi waliungana na kutangaza kwa taifa lao kwamba sasa hivi Wayahudi tunahitaji kutengeneza taifa letu moja na taifa letu litaitwa Israel na mpaka sasa tuna taifa ambalo linajulikana kama Israel. Israeli ilitokea huko baada wa ya Wayahudi kutoka mataifa mbalimbali wakaungana na wenzao ambao walikuwepo Mashariki ya Kati kwenye ardhi yao before wakatengeneza taifa moja ambalo linaitwa Israel. Muda mfupi tu wakatangaza kwamba hii taifa tunaenda kulitengeneza, makao yake makuu yatakuwa ni Jerusalem. Haikupita muda haikupita muda mrefu pia Waarabu na wenyewe wakasema tunaungana na sisi, inabidi tutengeneze taifa letu. Waarabu wakaja na idea ya kutengeneza taifa ambalo wakalita Palestine. Mpaka leo tunakuja kugundua kwa tuna mataifa mawili ambao, tuna Israeli na Palestine ambao wapo kwenye vita kali mpaka sasa hivi. Hawa ni watoto wa ardhi moja, ardhi ya mfalme Ottoman lakini vita yao ilikuja kuanza baada ya Israel kutaka kupewa sehemu ya ardhi ambayo waarabu walikuwepo, awa Wapalestina na wakuwa nyima. Hivyo baada ya wa Waisraeli kutangaza kuwa wamepata taifa lao linaloitwa Israel na mji mkuu unaitwa Jerusalem, muda mfupi waarabu na wenyewe wakajitangaza, tumepata taifa letu na sisi inaitwa nini? Palestine. Utata ukaja kwenye mipaka ya nchi nani anaanzia wapi? Nani anaishia wapi? Kumbuka, Wapalestini wanataka kutawala eneo lote, lakini Waisrael wanasema hapa ni nyumbani na hapa ndipo wazazi wetu walipo, hivyo tuna haki ya kupata ardhi. Waisrael wakaanza safisha safisha, vita ikaanza. Waisraeli baada ya kutangaza kuwa mji mkuu utakuwa ni Jerusalem, hatutaki kuona mtu yeyote ambaye ni mpalestini anakaa kwenye mji wa Israel wa Jerusalem, kwa sababu tumechagua huu mji ndio utakuwa ni sehemu ya mji mkuu wetu. Lakini ikumbukwe, mashariki ya mji wa Israel, mashariki ya mji wa Jerusalem ambao ni mji mkuu wa Israel ni sehemu ambayo ilikuwa imekaliwa kwa kiasi kikubwa na Wapalestina. Sasa Israeli inatangaza rasmi kwamba Jerusalem hapasikuonekana Mpalestini yoyote na wakati mashariki ya Jerusalem kuna Wapalestina wamekaa kwa muda mrefu tayari, chafuachafua ikaanza, vita ya hapa na pale ikaanza, timuatimua ikaanza, ebana, Israeli ilifanikiwa kuwatimua Wapalestina kutoka, kuwatoa mashariki ya Jerusalem na kusafisha, na ukawa mji rasmi wa Jerusalem, mji mkuu wa Jerusalem wa Israeli, ukaitwa Jerusalem na wakakaa wa Israeli tu. Hawakuishia hapo. Walitaji kupanua mji wa Israel na kuonyesha ubavu wao, na na ukubwa wao, maana Palestine siliwanyima ardhi yao before, enzi hizo wanaitwa Waarabu, lakini sasa wanataka kuonyesha ubabe na kuamba sisi tunahitaji ardhi na tunahitaji, hii ni ardhi yetu. Waisraeli hawakuishia hapo, walisafisha mpaka wakaenda eneo linaitwa West Bank, wakasafisha kabisa, Wapalestina wakafukuzwa, walivyo wababe wa Israeli mpaka sasa hivi walienda mbali mpaka wakasafisha eneo linaitwa Gaza, wa Israeli wakakaa pale, wa Palestine wakafukuzwa. Lakini miaka ilivyozidi kwenda miaka ilivyozidi kurudi umoja wa taifa Umoja wa Mataifa ukapiga kura na kusema Gaza ni sehemu ya Palestine na inabidi iachwe kwa Palestine. Kwa kipindi kilivyozidi kuendelea, Israel walikubaliana na hilo, hivyo wakaondoa majeshi yao upande wa Gaza wakarudi upande wa Israel, wakazidi kujitawala. Hivyo upande wa Gaza ukawa unashikiliwa na upande wa Palestine. Mpaka leo ipo hivyo, miaka imeenda miaka imerudi, upande wa Gaza ni sehemu ya Palestine, na Palestine inaongozwa na baadhi ya vikosi ambavyo vinapambana na Waisrael siku zote kwa ajili ya kujinasua katika mzozo huo wa ardhi ambayo wenyewe wanadai kwamba Israel yote ni eneo la Palestina na, na Israel na wenyewe wanasema Israel ni ya kwetu wote na tunabidi tuishi na hii ni ardhi yetu. Na ikumbukwe tu, Palestina walivyoanzisha nchi yao ya Palestina walitangaza kabisa mashariki ya Jerusalem ndiko tunategemea kujenga mji mkuu wa Palestina. Na ikumbukwe Israeli walishatangaza rasmi before kabisa Jerusalem tayari ni makao makuu ya nchi ya Israel, lakini Palestina wanasema mashariki ya Jerusalem tunataka tukujenge mji mkuu. Angalia hiyo vita inaisha leo? Ulipojenga ndo anahitaji mwenzio ajenge hapo, vita haiishi. Kumbuka tu mji wa Gaza katika vita ya Israel ni mji ambao unaathirika kwa kiasi kikubwa, na utajiuliza kwa nini. Na ukisikia vita ya Israel na Palestine akili inaenda ukanda wa Gaza. Ni kwa sababu Gaza ni mji ambao unaathirika zaidi kuliko miji yote ya upande wa Palestine. Na sababu yake ni moja tu. Mji wa Gaza upo karibu sana na mipaka ya Jerusalem ilipowekwa. Baada ya Jerusalem baada ya Israel kuuachia mji wa Gaza, e, mji wa Gaza upo karibu kabisa na mpaka wa nini wa nini wa Israel. Hivyo wapiganaji au majeshi ya Palestine huwa yanapigana kutokea kwenye mji wa Gaza ambao ni mji ambao Israel waliwachia, na yale majeshi yanaitwa Hamas. Kwa hiyo majeshi yote ya Hamas yanayoendelea kupigania ardhi yao ndani ya nchi ya Israel pale, yanatokea katika mji wa Hamas nchini Palestine. Hivyo mapigano yanavyozidi kuendelea Palestine Israel Target point yao ni Gaza kwa sababu pale ndipo kuna chimbuko la majeshi yote yanayopigana kuhusu ardhi yao. Hivyo mpaka leo vita yanavyozidi kuendelea, mapigano yote yanavyozidi kuendelea, mji ulioathirika kuliko miji yote ni mji wa Gaza. Ndio maana hata Israeli imetoa tamko kwenye mataifa yote, hawahitaji kuona taifa lolote linapeleka msaada wote pale Gaza. Hiyo ni kujihami na kusema kwamba wanaweza kupeleka misaada ikawa ni chachu ya kuwaamsha maadui maadui zao pale Palestina, ukanda wa Gaza, wakaendelea na mapigano. Lakini wonderful enough, China imefanya hivyo, lakini hiyo ni kwa ajili ya kuwaokoa wananchi walio kwa upande wa Gaza, na ambayo ni target point ya ya nchi ya Israel. So by the way, hino historia fupi ya vita ya hawa jamaa ambayo ni ndugu pamoja lakini the question is, Vita ya hawa jamaa itaisha kweli? Ninaisha nina lini na kwa namna gani? Na nani ataenda kuwapatanisha hawa jamaa wa baba mmoja ambao wanataka kujenga ufalme wao katika mji wa Yerusalemu ambao ni mji mmoja. Eh, bana, let's wait and see. Kama kuna watu wanaweza kupata time wakienda wakawapatanisha Wapalestina pamoja na Waisrael wakajenga pamoja, itakuwa ni ishu poa sana na hawa jamaa wakisiku, wakikaa wakatulia, wakasema mipaka ni hapa, ni hapa na kitu, kitu, kila kitu kakaa vizuri, dunia itashuhudia mapumziko au amani ambayo ilitarajiwa na watu wengi kutoka zile pande zote mbili. Lakini mpaka sasa hivi upande wa Gaza Palestina ni hali mbaya sana inayoendelea. Na hiyo ni updates ambazo mimi nilikuwa nakusogezea kuhusiana na historia fupi tu ya hawa jamaa, namna gani walianza na namna gani mpaka mzozo unaendelea hadi leo. For more updates, kama kuna kitu kitatokea, official KOO TV, kama kawa, kama dawa, tupo kwa ajili yako. Tutakusogezea mchongo na content nzima ambayo, kile kitu ambacho kitakuwa kinaendelea kipande kile. E bana e, mchongo mzima ni pale Instagram, Facebook pamoja na Twitter. Subscribe, like na comment. Gonga nyundo pale mjini YouTube at Official KOO TV, andika Official KOO TV, usiachanishe lile neno, liwe moja ili uweze kuipata. Gonga kikengele kile, ukiwa una subscribe kwa ajili ya kuhakikisha kwamba kila content na namoo utakuwa unaiweka, utakuwa unaipata. Mi naitwa Geoffrey Kagimbo na hii ni imekuwa good time na wewe. Asante sana kwa wewe ambao unanifuatilia pale mjini TikTok. Naona comment zenu na mi najitahidi ku reply for the full kwa capability ya uwezo wangu, na ninafanya hivyo kwa kuhakikisha kwamba hiki tunachokifanya tunakifanya kwa weledi mkubwa sana, au vibana. Asante sana kwa time yako, mpaka tukutane next time yao, ama out the game au vibana hai.